Okay, asante sana mimi kwa majina naitwa Uria, a brilliant boy a young boy incoming senator Siaya county 2027 na ninataka kusema hivi. Nasikia kelele na huku ule kule kelele huku bwana wa chama mauja kelele huku na kule, eti wanasema Ruto anataka kukuja hapa. Eti wanasema mara ee, hey, Ruto kikuja ukipinga uendi oh, my friend, Let me tell you. We are in a democracy we are in a democracy, whereby we will speak our mind and we will say sense that make sense in Kenya. Now therefore we are saying and we are demanding that William Samoi Ruto has delivered nothing but but PR. Tell them the truth. Ruto amesema amefanya nothing but PR. Yaani the... sisi tunasema hivi yeah. Mutu yoyote kijana yoyote bado bado anasupport government ya William Samoi Ruto mm, then you might be mad. Ruto must go yeah. tunasema Ruto ajafanya kazi yoyote. Kazi alituambia anatengeneza lamu zinyu hapa hapa Soweto, hii ni World Bank. We are not fools, hii ni kitu ya World Bank, sisi si wajinga. Hakuna project ya Ruto yoyote yenye imefanyika na anakuja hapa hapa, ni ground ya Jakarana. Sisi tulishakufa kitambo. Hii ni spirit inaongea na, na Ruto. Mimi nilishakufa kitambo sana. Mtu asinitishe na kifo. Nilishakufa kitambo. Hizi ni watu wenye kulisema tunakufia Kenya. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba William Samoei Ruto hajafanya kazi yoyote. Na mtu yoyote mwenye ana support William Samoei Ruto's government. Remember hapa kuare. Remember watu walichukuliwa wamepatwa wa, kama mekufa hapa kuare. Kwetu huko Nyanza, Yala Yala Yala Yala River Yala watu walikuwa napatwa apu kano amekufa, unasikia kwa gunia. Then mimi mtu ananiambia Ethiopia, unapinga Ruto na Raila kwapo My friend, wacha nikwambie. Hmm. Si wa mimi the only person I can respect in this world ni Mungu na baba yangu. Wambie. Those are the two people I can respect. Lakini once au nipatie, au nipatie unga, unga na unipatie nyumba ya kukaa. Siwezi kukurespect once you are doing nothing. Sisi ndo tunaumia. Sisi ndo tunapigwa tax. We are suffering. Bn sahii Ruto ana kampeni. <laughs> Ruto fanyi kazi, ana kampeni za hii huko Kamukunji, ukiona huko Kamukunji Ruto alikuwa naenda anambia. <laughs> Ruto anaambia watu eti atapea zakaja mashini yenye inapika ina chapati nini, anngo ngoja, ushaiona mashini ina chapati watu, watu, watu, inapika chapati hakuna watu, si wajinga ee, chapati a

Wajinga, mtu ni mwongo sana bana, atakupa. Nataka kusema kitu, nataka kumaliziani kusema hivi ya kwamba mavijana msimame hey. Hmm. Kama hey, na hey, kisaidiane kupigana na hivi vita na yes. Ukweli tumesema tunakupia hii Kenya, kuna watu wametutumia for long time hey, tumetumika for long time na dhepo, tunasema

Tumechoka na mia mbili sana, wachukue watoto wao wapeleke maandamano. Sisi tuko kuonesha alina ametokea kwa hiyo barabara. Na mimi nataka kusema rafiki yangu amesema, mimi nilikupa spirit. Wenye naongea hapa ni sisi, ni mazombi. Nataka kuambia mahaluma vijana kutoka Bira, kutoka Dandora na kutoka Madhari. Mimi sio mjinga. Eti unaniambia oria kuja tumekukaribisha huku ndio munigonge? Unadhani mimi <laughs> <laughs> ni <mini> mjinga? <laughs> Watu sio wajinga. Watu sio wajinga. Watu sio wajinga. Watu sio wajinga. Watu sio wajinga. Leo utaniua ah, no. Utaniua kwa sababu ya mwanasiasa? Utaniua kwa sababu saa si, mimi hata nishakufa, lakini ataniua ya pili <laughs> so, hata kama umeniua ya pili, lakini kuna siku utaona. Wewe unafanya nonsense. Hakuna vile unanipiga juu ya mwanasiasa. Nimeishi hapa Soweto, wewe pia umeishi hapa Soweto, umeishi kibira slamu, tunaishi mutu kijiji moja kibiria, na wewe mtu unataka kuniua kwa sababu ya huyu mtu anaishi Karen, Lavington, Roysambu. Who is using common sense? Who do go? Kupigana na juu ya watu. Na tuwache siasa ya ukabila. Naambia Gaucho, Gaucho siasa unapiga ni mbaya sana. Siasa ya ku point two directed